Ile mimba inapotea tumboni ikiwa na miezi nane, miezi sita, miezi saba, miezi nane, hiyo mimba huwa inatengeneza majini yenye kinasaba cha mtu. Ndio yale unasikia fulani kaolewa na jini, fulani kazaa na jini, fulani anaota analala na jini. Hayo majini yanatengenezwa, sio wale malaika wale. Awazai wale wako ni maalum, ila nguvu za kijini ndani ya mtu Ndo zinatengeneza uzao wa kijini na sio kwamba wewe utazaa jini moja kwa moja A -a. Ikiwa miezi nane inachomoka, ikichomolewa, inapelekwa kuzimu kwenye mashine ya Eddy Dragon, ndio inazarisha bira ya jini. Kwa hiyo yule atakuwa ni jini ila mwenye DNA ya binadamu, ambapo akija ana uwezo wa kutoa sura ya mtu akachumbia na akaoa